Mimi naitwa Kamishina Msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Gilbert Mvungi, kamanda wa Mkoa wa Manyara. Tunaendelea kutoa elimu katika sehemu mbalimbali katika viunga vya Babati, lakini na wilaya zote za mkoa wa Manyara, kule kuna makamanda ambao wako kule. Lakini pia tu, tunatoa rai pia wale ambao wanakaa mabondeni, basi kipindi cha hali ya mvua, basi wanatakiwa kuhama. Lakini pia tunatoa rai ile mifereji mikubwa ambayo itachukua maji kupeleka sehemu husika, ile ile mifereji wasitupe takataka, maanake tumeshuhudia kwamba utupaji wa takataka kiholela, pia wanatupa kwenye mifereji, mifereji inajaa takataka. Kwa hiyo mvua inaponyesha, kuna kuwa na mafuriko katika mitaa. Chanzo nini? Mifereji imezibwa kwa takataka. Kwa hiyo ni rai yangu wazingatie pia usafi lakini pia wazingatie elimu ambayo sisi jeshi la zimamoto na uokoaji tunayotoa waifanyie kazi. Lakini pale pale ambapo sasa kutakuwa kuna sitofahamu wawasiliane na jeshi la zimamoto na uokoaji kupitia namba moja moja nne. Kwa majina anaitwa Assistant Superintendent of Fire Henry Hezroni Mwaruseke. Tunachoweza kuwaahidi wananchi e, wa mkoa wa Manyara, lakini pia Tanzania kwa ujumla ni utendaji uliotukuka, kama tunavyosema sisi jeshi la zimamoto na uokoaji, tupo kazini masaa 24. Mtambulisho wangu ni zaidi M 0002 FC. Tunashukuru serikali yetu kwa maana ya kwamba imetusapoti katika vingi na bado inaendelea kutusapoti na bado naendelea kutujenga ko tunaishukuru sana serikali ndio maana leo hii tunaiazimisha siku hii.